Bismillahi rahmani rrahim alhamdulilahi rabi lalamin wasala llahu ala sayidina Muhammad waala alihi wasahabati ajmaina badu. Ndugu Islam, hapa kuna maswali yenu, na leo suali la kwanza linasema: nilikuwa naishi na mume na wangu vizuri miaka thalathini na nne tukazaa watoto sita, ikatokea akapendana na mtoto wa mjomba wake, akataka kumwoa ila alikataa kutokana hali yetu duni na nilikuwa mja mzito kwa uchungu nikautoa, yaani akautoa uja uzito kwa uchungu. Alinipitishia mume, mume vituko kama mke mwenzangu, wema na hisani akavisahau. Basi wakati ule na mimi nilikuwa niliamua, wakati ule na mimi niliamua kupendana na mtu mwingine, ilikuwa karibu na Ramadhani ikawa yule bwana wakati mwingine ananiita, tunaotukae kwenye gari ili tuzungumze. Wakati mwingine ananibusu na ni Ramadhani. Sasa hapo nini toba yangu, nini toba ya Ramadhani na nini toba ya kutoa mimba? Ilikuwa mimba hiyo ni ya miezi minne. Tabaan, makosa ni mengi. Kosa la kwanza ni pale ile reaction yako namna mwenyewe ulivyojibu e, kwamba mume wangu ka oa, kwa hivyo na mimi nataka kumuonesha kali kwa sababu ya hasira zako. Tunajua na Mwenyezi Mungu anajua zaidi kwamba uke wenza ni jambo zito na lenye kuumiza katika nafsi. Lakini Uislamu unaangalia maslahi ya umma, hauangalii maslahi ya mtu mmoja mmoja. Unaangalia maslahi ya umma kwa ujumla na kama unavyoona Mwenyezi Mungu alivyoumba wanawake ni wengi kushinda wanaume. Kwa hivyo njia Mwenyezi Mungu aliweka ni hiyo, kwamba watu wawe wake zaidi ya mmoja. Ni maamuzi yake, hata kama yanaumiza, lakini ndio ameamua yeye. Kwa hivyo inabidi mtu atii tu, kwa sababu pepo ni ngumu, na kila mtu na mtihani wake. Atapewa wanaume na mitihani yao, wanawake na mitihani yao, na kuna mengine pamoja sote, wanaume na wanawake. Lakini lazima uvumilie na ukubali, ndio upate pepo. Wevo, kwa hivyo mwanamke ambaye kwamba atapata mtihani huo kwa mke wake kwa mume wake kaoa, kwa haijamaanisha kwamba asiumie katika moyo, lakini lazima avumilie kwa ajili ya kumridhisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na kukutaka pepo. Mume ni jambo la dunia tu, siku mbili tatu basi, na yeye mwenyewe anaweza kukaa kaoa mwaka mmoja miwili akafariki dunia, lakini pepo ukiingia, ndio umeingia milele na milele. Kwa hivyo hilo kwanza tulizingatie halafu unauliza kuhusu toba yako kuhusu Ramadhani taban. Eh, hakuna dalili katika hali kama hii kwamba Ramadhani inabatilika eh, eh, madamu isipokuwa ikiwa baada ile kufanya kukubusu, kubusu au kukamata, ikiwa mmoja wenu alitoka na manii, basi huyo saumu yake inabatilika, na itabidi alipe na ni vyema alipe siku zote ambazo zimepita kuanzia mwanzo mpaka hapo alipofika, ni vema zaidi. Masala ya namna gani kulipa ina khilafu taban, lakini atakayetoka na manii, basi hivyo lazima afanye alipe. Lakini toba ni lazima kwa hali zote. Na kutubia maana yake nini? Kutubia maana yake ni kuacha kile kitu ukajuta kwa nini umefanya na ukamwomba Mwenyezi Mungu afira, na ukaazimia kutokurudia tena kile kitu. Hii ndio toba. Kwa hivyo hayo lazima patikane. Ama kuhusu hili la pili, kuhusu swali la kutoa ujauzito taban, nalo linatakiwa toba kama hili la mwanzo. Hakuna wasiwasi wote, hakuna tofauti. Lakini hapa kuna ziada ya mambo ya kidunia ni kwamba wewe lazima uwalipe warathi wake wenye kumrithi huyo mtoto wewe na kuwa humo sababu ndio muuaji. Kwa hivyo, na umesema kwamba umri wake alikuwa miezi minne. Miezi minne tayari ameshaumbika mtu kamili. Tabani ziko khilafu ndogo ndogo lakini hazina dalili E, kwamba akafanyika kidole ulipe dia hii, lakini dalili ni kwamba akikamilika e, e, umbile lake kamili shakamilika tayari alipiwe dia. Umefahamiana, eh? Kwa hivyo miezi minne tayari umbo limekamilika, kwa hivyo utalipa dia. Dia hii watapewa wale ambao kwamba hawa ambao kwamba wanamrithi katika watu wake, na wenye kumrithi hapa ni watu wawili tu ikiwa wapo ikiwa iko hamna, wengine hamna, basi ni mmoja. Wenye kurithi hapa ni baba yake na bibi zake, manake wewe hapo una kama hupo, yani unazingatiwa, manake lau wewe ulikuwa ni mwenye kurithi bibi na hawaingii lakini, wewe ndo, sababu ndo muuaji, kuwepo kwako na kuto kuwepo kwako ni sawasawa tu kama hupo. Na mama ikiwa hayupo, nafasi yake inashikwa na bibi. Kwa hivyo bibi zake watarithi kama wapo, vilevile sasa utalipa dia ni wajibu kwakwe. Dia hiyo utalipa namna gani? Dia yake kwa asili ni mtu kwamba huyu ali mimba aliyotoa, ikiwa itakubainikia kwamba alikuwa mwanamme, mtoto alikuwa mwanamme, basi dia yake ni kutoa ni kutoa eh, eh, mtumwa mwanamme, mfamiana, na inakusudiwa ni kile kiwango chake tu, kwa sababu hakuna mtumwa na ikiwa mwanamke, inakuwa ni dia ya kiwango, yaani kutoa, samahani, ni kutoa dia ya kiwango cha mwanamume, kutoa dia ya kiwango cha mtumwa mwanamume, akiwa huyu mimba ilikuwa ni mwanamume. Na ikiwa hii mimba ilikuwa ni, ni mwanamke, basi kutoa dia ya kiwango cha mtumwa mwanamke. Umefahamiana eh? Yani mtu kama vile akiua mtumwa, akiua kuna kuna mwanaume na mwanamke. Sasa dia hii inakuwa ni dia ambayo kwamba ni robo ushuru, mfahamiane. Sasa samahani, nusu ushuru. Nusu so robo ushuru ni nusu ushuru, robo ushuru ni kwa mwanamke, nusu ushuru ushuru. Nafikiri unajafahamu eh, ushuru ni kumi katika mia, yaani itaangaliwa dia kwa sasa hivi ya mtu ai mtu kama kaua mtu Muislamu kamuua kamili, dia yake ni ngapi? Mfahamiane, dia yake ni kadhaa. Kwa hivyo ukigawa mara kumi, ile inakuwa hiyo ndio ushuru kamili ule upata ile. Sasa ile ile upata tena ile utegawa nusu tena na kitu. Mfahamiane hapo eh? Eo, ni kwa hivyo dia kwa hapo Oman ni sasa hivi, dia kwa hapo Oman ni ni kwa mara ya mwisho knafahamu mimi sbadbadiliko lakini nafahamu mimi ni dia ya hapa mtu kamakiwa mtu ni elfu kumi na tano riale za Omani, riale kumi na tano elfu za Omani 15, 10, 10, ambayo kwamba itakuwa nusu ushuru yake ni sawasawa na e, riale mia saba na hamsini kwa hivyo riale mia saba na hamsini hizo watapewa atapewa, atapewa baba yake na nani na bibi zake kama wapo, kama hamna basi wa baba yake isipokuwa hawa wenyewe wakiamua kwamba wamesamehe wakisamehe, basi umefahamiana eh? eh, lakini ni vyema pia ukafanya jambo jema lolote lile eh, la kufanya sadaka yote ni vyema, japo kwa siku mengine, si lazima eh, au kama mwenye kama kufunga japo kwa katika hali kama hii eh, haikutajwa kufunga, lakini ukifanya mema wote vile innal hasanati yudhibna sayiat, mambo mema ukifanya inasababisha mabaya kufungwa, kwa hivyo dia utalipa hivyo, na kufahamisha e, e, ikiwa mwanamme utalipa dia ya mtumwa mwanamme, ikiwa dia mwanamke utalipa dia ya mtumwa e, mwanamke, basi ni hivyo. Wallahu tabaraka wataala aalam. Pengine huko Omani kwa nchi nyingine kama Tanzania, itabidi lazima hapo tuna utauliza mashehe wa kule Je, yeah, wao kule dia yani, ni kiasi gani, walivyofanywa katika sheria kule. Utakuwa na sehemu rasmi yani, kama katika ofisi ya mufti au katika baraza la Waislamu. Itaku ya itakuwa yako mambo kama hayo kwamba dia itakuwa ni kiasi gani, ameeleza wao sasa hivi shilingi ngapi? Eh, utaifanya kama nilivyokuambia, kwanza gawa mara kumi utakaoipata. wallahu taala a'lam wa ahkam